Aidha, Mheshimiwa Spika, mafanikio tunayoyatambua leo yanatokana na ushirikiano mkubwa, umoja na mshikamano kutoka kwa viongozi wenzangu, kuanzia makamu wa rais, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na viongozi wote wa Zanzibar, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri na manaibu mawaziri watendaji wote kuanzia makatibu wakuu na watumishi wote wa taasisi za umma. Wote hawa na wapongeza kwa bidii, weledi na uzalendo waliouonesha katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 na mipango yote ya maendeleo iliyowekwa na serikali. Kwa mantiki hiyo, tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Nami naitabaruku tunzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu. Asanteni sana.